shana na Charity Mumbi huenda sasa angekuwa katika chuo kikuu chochote humo nchini, kwani werevu wake shuleni uliwasisimua wote waliomjua Mumbi. Lakini kutomakinika kwa dereva mmoja mjini Nyeri kumemletea msichana huyu maafa makubwa, kwani Mumbi aliyekuwa na mazoea ya kutembelea watoto yatima nyakati za likizo alichukua baisikeli yake adhuhuri moja kuelekea kwa nyumba ya watoto kwa ziara yake, lakini kabla ya kufika humo akagongwa na mtu akarushwa kwa fence ya Nyeri Technical. Kuna mtu aliona kama ako hewa, akaenda akamchukua, kaita a neighbor who was coming from a home there. Ajali iliyokatiza masomo yake katika shule ya upili ya wasichana ya Narumoru, licha ya stakabadhi za shule tulizoonyeshwa na wazaziwe Michael Maina na Lydia Nyambura, ambapo Mumbi alikuwa tu akipata alama za A na B shuleni amekuwa akiongoza in class, amekuwa anakuwa number one like the primary school alikuwa number one almost right. Alikuwa anaendaga nanunua vitabu, hata mimi nashangaa nikiona huko nyumbani ile kitabu amenunua. Mwanzoni alitibiwa katika hospitali moja ya Nyeri, lakini hawakujua kuwa kwenye fuvu palisalia shimo lililoingiza uchafu hatimaye kwenye ubongo na kusababisha ugonjwa wa meningitis na hatimaye ugonjwa wa stroke uliomfanya Charity Mumbi kushindwa kuzungumza, kutembea, kujilisha na kufanya mengi. After the meningitis had cleared for about two weeks then the doctors realized she's not talking. So, akaitwa kutoka Kenyatta National Hospital, akakuja. Lakini hisia zake mara nyingine anacheka ya kumfurahisha ya kinenwa na vilevile kutokwa na majonzi akikumbuka masaibu yake <laughs> <laughs> zote hizi dalili kuwa anaelewa yote yanayomzingira tatizo ni pale hawezi kujibu au kuzungumza she spent uh, six months in a hospital without eating somehow I don't know whether she was unconscious or what but she could not turn herself she was being fed na ile uh, mpira ya kukura yeah it was very hard for us kwa hiyo imekuwa ngumu unajua sasa huyu mtoto amekaa sasa karibu miaka kutoka elfu mbili na nane mpaka leo ni kama miaka nne. Ni mgonjwa hajaenda shule. So, kwa sisi nikiwa mzazi nasikia maisha ni ngumu kidogo, sababu huyu mtoto alikuwa mwerevu sana. Sasa unajua, ukiona mtoto wako amekaa nyumbani miaka nne bila kuenda shule na hajapona, inakuwa ndani ya roho unasikia, unasikia kitu kingine hivi. Hela ambazo zimetumika ni mzigo ambao umelemea familia hii kutoka eneo la Kamakwa, Nyeri. Yule ndugu ya Charity yule mkubwa alishindwa kwenda college kwa sababu ya hiyo ya hiyo bill. s so imekuwa ngumu sana upande ya, ya kifedha. tarehe 31 Machi mwezi jana waliandaa matembezi ya kuhamasisha watu kuhusu mkasa huu, tukatembea, watu wakaja wengi, watu kama 300 hivi walikuja, tukatembea nao, na hiyo walk ile iliongozwa na mea wa Nyeri anaitwa Kansula Muteru. So yeye ndiye aliflag off the walk. Alafu yule mbunge wa Bumula anaitwa anaitwa yule Wakoli Bifwoli Wakoli akaja, aka alikuwa anakuja hapo kanisani, alikuwa anakuja kuomba, akakuta sisi hapo tukiandaa walk yetu, so akawa akasikia, ameguzwa na hiyo maneno mpaka hata yeye akakaa kama ni mmoja wetu, akatuongelesha, hata yeye akatupatia mpaka mchango yake alitupatia mpaka elfu ishirini. Matumaini yao ni kuwa Charity Mumbi aliyeng'aa masomoni kabla ya ajali hii atapata nafuu, hatimaye na afueni kujia familia yake. Baada ya miaka minne ya mahangaiko, majonzi na masikitiko, ni kisa cha kusikitisha kwa msichana Charity Mumbi aliyehusika kwenye ajali mbaya barabarani alipogongwa na mtu huyo kutoroka. Lakini familia hii inasema kuwa tayari imemsamehe na wanachotaka tu ni kwa msichana wao kupona na kuweza kurejea shuleni. Carol Nderi, KTN, katika eneo la Kamakwa, kaunti ya Nyeri.